Zaidi ya watu 30 wameripotiwa kufariki dunia kutokana na maandamano ambayo yanazidi kushuhudiwa katika taifa la Tanzania. Na hii ni kwa mujibu wa kituo cha WION cha India ambacho kimeripoti zaidi ya watu 30 kuweza kufariki katika maandamano ambayo yameingia siku ya tatu leo hii hapa na yalianza tarehe 29 Oktoba, siku ambayo Tanzania pia ilikuwa inashiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Na according to reports, protests broke out in Tanzania's main city of Dar es Salaam in

Tanzania wengi wanapigania haki zao kutokana na kwamba hawapendezi na mfumo wa uongozi ambao unaendeshwa na Rais Samia, lakini pia hawakupendeza uchaguzi kufanyika kabla ya mapendekezo ambayo walikuwa anataka ama mabadiliko ambayo walikuwa wanataka yafanyike katika tume ya uchaguzi. Ndio maana wakawa na agenda ya no reforms, no election ambayo ilipuziliwa mbali na serikali ya Tanzania na serikali ikaendelea na mipango ya kuandaa uchaguzi, wakati pia Tundu Lissu ambayo pia ni kiongozi wa upinzani alikuwa amezuiliwa na kesi ya uhaini ambayo ilikuwa inamkabili na ambayo bado mpaka sasa hivi haijakamilika. Sasa siku ya tatu leo bana, Watanzania waliingia mtaani kwa ajili ya kuweza kuonyesha hasira zao, na ni moja kati ya tukio ambalo limeshangaza sana ulimwengu, na kuna baadhi ya media ambazo zinaripoti kwamba hakuna mtu ambaye alitegemea kwamba Watanzania wanaweza katoka kwa hasira kiasi hiki ili kuweza ku pigania haki zao. Sasa mitandao mingi ya kijamii na ya habari pamoja na mainstream media ama vyombo vya habari kutoka Tanzania vimefumbia macho swala hili, swala ambalo linafanya watu wengi wajiulize labda serikali itakuwa inahusika katika kuwazimisha na kuwafunga midomo ili wasiweze kuripoti kile kinachofanyika katika taifa la Tanzania. Lakini pia wengine wakasema kwamba wanaogopa lawama wao wenyewe, pamoja na kwamba uh, kuna vitu vingi sana ambavyo vinafanyika sasa hivi katika taifa la Tanzania Tanzania wengi wanapata ugumu sana kuweza kujua nini ambacho kinafanyika, japo kuna ripoti ambazo hazijathibitishwa kwamba watu waliofariki dunia kutokana na maandamano hayo ni zaidi ya thelathini. Ehe, yani kuna ripoti ambazo zinaonyesha kwamba mamia na mamia wameweza kujeruhiwa, lakini pia kuna mamia ambao wameweza kupoteza maisha katika maeneo tofauti. Mwanza, Dar es Salaam pamoja na Arusha ndio mitaa ambayo imeripotiwa kuwa na vurugu zaidi. Yaani mitambao inaambia kwamba watu wengi wamejitokeza, lakini jana pia jana hiyo pia tulipata ripoti kwamba kulikuwa na maandamano makubwa sana pale shuhudi katika mpaka wa Kenya na Tanzania katika eneo la Namanga. Sasa, ripoti bado zinazidi kumiminika kuhusiana na hiki ambacho kinafanyika Tanzania na wengi wanatamani kujua mwisho wa siku mambo yatakuwaje. Serikali ya Tanzania bado ipo kimya, kupitia Rais Samia Suluhu Hassan hajafunguka na kuongea chochote na kutoa msimamo wa serikali kuhusiana na hiki ambacho kinafanyika, lakini pia vyombo vya usalama pia, pia, pia, pia, pia, pia vijatoa taarifa kamili zaidi ya kuweka marufuku ya kutotoka nje lakini pia kuweka ilani ya wafanyakazi wa umma kuweza kufanya kazi kutoka majumbani kwao, kutoka uh, uh, wa kutokana na hali ya kiusalama. Barabara zinazoelekea katika uwanja wa ndege wa Julius Nyerere pia zilifungwa kutokana na hali ya kiusalama.